Ni muhimu kuelewa kwamba jeshi letu la wananchi limekataa kutumiwa na mtu yeyote katika masuala ya kisiasa, hata kama ni rais wa nchi anayetaka kufanya hivyo. Video ya kwanza inaonyesha Rais Samia akitoa maagizo yasiyo halali ya kulitaka jeshi lijihusishe na uchaguzi, jambo ambalo ni kinyume na katiba ya nchi na maadili ya kijeshi. Kwa niwaombe sana jeshi la wananchi wa Tanzania kwenye kamandi zenu tofauti kujipanga kwa ajili hii. Mwaka huu tunaanza na chaguzi za serikali za mitaa, lakini kwa sababu tuko wengi ni chaguzi ambazo zinashirikisha vyama vingi vyenye nia tofauti, hatuoni kwamba kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa kwao. Ni vyema tukakaa tayari kukabiliana na chochote kile kitakachojitokeza, lakini jeshi na vikosi vyote vya ulinzi na usalama vikae tayari kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Video ya pili inamwonyesha Kanali Bernard Masala Mlunga akiwathibitishia Watanzania kuwa jeshi la wananchi linaendelea kutekeleza majukumu yake ya kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari ikizingatia kiapo chake.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 Watanzania tumefarijika sana na msimamo dhabiti wa jeshi letu la wananchi. Kimbilio letu la mwisho katika kulinda maslahi ya taifa letu. Ndugu zangu wa Tanzania, shughuli yetu ya tarehe 29 Oktoba iko pale pale. Tukutane kuanzia saa moja asubuhi. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania.